Katikati ya ukimya mnene wa msitu wa Afrika ya Kati, ambako kijani kibichi kilishindana na mwanga wa jua kwa kila nafasi, aliishi Nadia. Sio mtafiti wa kawaida wa wanyamapori; moyo wake ulikuwa umeunganishwa na ulimwengu wa sokwe kwa undani usioelezeka. Alikuwa ameacha nyuma mng'ao wa maisha ya mjini, akivutiwa na wito wa pori na kiu isiyozimika ya kuelewa roho za viumbe hawa aliyowapenda tangu utoto wake. Safari ya Nadia haikuchochewa na kutafuta sifa au tuzo za kitaaluma; badala yake ilikuwa ni hisia ya ndani kabisa kwamba sokwe walishikilia funguo za hekima ambayo jamii ya wanadamu ilikuwa ikianza kupoteza. Alijenga kambi yake kwa unyenyekevu karibu na mti mkuu mzee wa msitu, ambapo kila alfajiri mwanga wa jua ulipochorwa kupitia matawi, alishuhudia maajabu ya asili yakifunuka na kuandika kwa umakini siri zake. Miezi mingi ya uvumilivu na heshima ilipita, na hatimaye kundi la sokwe lilianza kukubali uwepo wake kama sehemu ya mandhari yao. Alimpa jina mmoja wao Kalu, sokwe mchanga ambaye macho yake yalikuwa na kina cha huzuni na akili iliyoonekana kung'aa. Kupitia Kalu na wenzake, Nadia alianza kujifunza lugha ya kweli ya huruma isiyo na mipaka, nguvu ya mshikamano usioyumba, na sanaa ya uvumilivu wa kweli, maadili ambayo hata katika ustaarabu wa wanadamu yalikuwa yakianza kufifia. Siku moja yenye joto kali, hatari ilijitokeza katika sura ya moto mkali wa porini, ukisambaa kwa kasi kuelekea makazi ya sokwe. Bila kusita, Nadia alikimbia kuwatahadharisha akiwa peke yake, lakini amejaa azma, aliwaongoza sokwe kwa ustadi kuelekea mto wa mbali, oasis ya usalama katikati ya janga. Kalu alimfuata kwa uaminifu usio na kifani, na kundi lote likamfuata nyuma yake, likiamini silika yake na uhusiano waliokuwa wamejenga. Moto ulipotulia na majivu yalipoanza kupoa, walirudi kwenye makazi yao yaliyosalimika. Wakati huo, Nadia hakuwa tena mgeni; alikuwa amekuwa sehemu isiyoweza kutenganishwa ya familia ya msitu. baadaye watu kutoka mbali waliposikia kuhusu kazi yake na kujaribu kumshawishi arudi mjini kwa ahadi za nafasi za kazi zenye hadhi na malipo makubwa, Nadia aliwajibu kwa tabasamu la amani. Alisema kwa utulivu, nimejifunza lugha ambayo haihitaji maneno, lugha ya heshima kwa kila uhai, ya upendo safi usio na masharti, na ya thamani ya kusikiliza kwa makini kuliko kusema kwa haraka. Msitu huu umenifundisha kuwa mwanadamu bora kwa kunifunza jinsi ya kuwa mnyenyekevu, mvumilivu, na kuona uzuri katika kila kiumbe. Funzo mstari wa hadithi ya Nadia inatufundisha kwamba hekima ya kweli mara nyingi hupatikana katika maeneo tusiyotarajia na kwa viumbe ambao tunaweza kuwadharau. Inatukumbusha umuhimu wa kusikiliza kwa makini ulimwengu unaotuzunguka, kuheshimu kila aina ya uhai, na kujifunza kuthamini maadili ya huruma, mshikamano na uvumilivu ambayo ni muhimu kwa ustawi wa jamii yoyote, iwe ya wanadamu au wanyama. Pia inasisitiza kwamba maendeleo ya kweli ya kibinadamu hayapimwi kwa umaarufu au mali, bali kwa uwezo wetu wa kuunganishwa na wengine na kujifunza kutoka kwao.